Naam, mtazamaji wa Trend TV, mmoja kati ya vitu ambavyo obviously aa, labda kimekupita hiki ni kwamba yule aliyekuwa comedian wa muda mrefu kidogo ambaye sasa hivi kidogo alikuwa amepotea kwenye mitandao ya kijamii lakini bado yupo, alikuwa anaendelea na business zake aa, ni kwamba huyu hapa si mwingine bali ni mzee wa Konki Liquid au kwa jina lingine wanamuita Konki Fire Pierre. Pierre bwana. Uh, kuna kipindi tulipataga taarifa kwamba alikuwa anaumwa, lakini sasa hivi yuko katika afya yake nzuri tu, anaendelea vizuri, na kikubwa zaidi, kitu ambacho kime make headline hivi karibuni huko mitandaoni ni kwamba Pierre ameoa siku ya jana. Umeona bwana, uh, it's official kwamba Pierre Liquid Conky Fire amefunga ndoa ya Kiislamu na mwanamke wake siku ya jana kwayo. Kwa hiyo kwa wale wadau ambao labda mlikuwa mmepitwa na hiyo habari, basi unatakiwa ufahamu kwamba eh, Piere amebadilisha dini, amekuwa Mwislamu na ameamua kuoa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo sasa sijajua kwamba kwa, kwa sababu umaarufu aliupata kutokana na ishu ya kupiga vyombo, mambo ya kunywa pombe, yani pombe ndio kitu ambacho kilimpatia umaarufu Piere. Sasa, sasa hivi bwana tunaona kwamba E, vyombo sijui kama vitakuwa vinapanda ukizingatia kwamba ameishaamua kufunga ndoa ya Kiislamu na yeye pia amebadilisha dini, amekuwa Muislam. So habari kamili unaambiwa kwamba mwanamitandao jamaa aliyewahi kupata umaarufu nchini Tanzania kwa pigo zake za kupenda sana mitungi yani pombe, Pierre Liquid, Konkfire, amefunga ndoa ya Kiislamu siku ya jana na mwanamke wake ambaye anafahamika kwa jina la Baby Alia hii imekuja baada ya miezi kadhaa nyuma kubadilisha dini kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye dini ya haki ya Uislamu. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na tumepita katika page ya Piere, eh, tumekutana na hizo video na vitu vingine vingi sana kuhusiana na ndoa hiyo ambayo Piere ameifunga siku ya jana. Umeona bwana, amepata mwanadada mrembo tu na mzuri kabisa. Yeah, Pierre ameamua afunge ndoa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na comment za wadau kadhaa hapa zimejitokeza e. Kwa mtu bwana Athumani Mwegu, nakumbuka sana hilo neno e. <laughs> nikimwonaga Piere, hiyo ndio moja kati ya clip ambayo Piere alipatagwa umaarufu kupitia hiyo clip, alikuwa anamwita Asumani Mwaju, uh, Mwaju. Alafu akawa anasema kongi fire, alikuwa amelewa chakali. Sasa hiyo hiyo klipu ilivyoendaga viral, ndipo hapo Pierre akapata umaarufu. Kwa mtu amesema kwamba bwana, Uislamu raha. Kwa mtu amesema kwamba bwana, hakuna ndoa hapo. Kwa mtu amesema kwamba bwana, ndio tamu Heshima kwa mwanamke, kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is is ndoa tamu, heshima kwa mwanamke, kuna mtu amecomment hivyo. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako pia katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.